E, jamani, tukio linapotokea inakuwa kama ni somo kwetu sisi tulobaki hai duniani kwamba mwenzetu amefariki, kwa sababu kifo hatuwezi kuzuia kifo. Kila mtu ataondoka kwa wakati wake na kwa kisa chake alichopangiwa na Mwenyezi Mungu, lakini swala kama hili, pengine hali kama hii isingefika kufikia mpaka mwenzetu amevimba namna hii, kama kulikuwa na tabia, kila asubuhi tunavyoamka, kujuliana hali, kusalimiana na kujua mwenzetu yuko vipi. Lakini cha kushangaza leo, siku ya tatu, ina maana